Barani Afrika, kizazi cha Gen Z, vijana waliozaliwa kati ya miaka 1995 hadi 2010 kimeibuka kwa nguvu ya mabadiliko. Wana ufahamu mkubwa wa matumizi ya teknolojia na pia ufahamu mpana wa haki zao, wakitumia mitandao ya kijamii kuhamasisha maandamano dhidi ya vitendo vya rushwa, utawala mbovu na ukosefu wa ajira. Lakini kwa nini sasa hivi vijana ndio wanaonekana wako mstari wa mbele kudai mabadiliko. Zipo sababu kadhaa. Kikubwa ni kwa sababu vijana hawa wamekulia katika mazingira ya ukosefu wa ajira, gharama kubwa ya maisha na viongozi kutowajibika. Wanauliza maswali magumu na wanataka majibu na hawaoneshi kutaka kukaa kimya kabisa. Mifano hai ipo. Nchini Kenya 2024, vijana waliandamana kupinga mswada tata wa fedha, baadaye serikali ilisalimu amri na kuubadilisha. Madagascar sasa hivi Maandamano yanaendelea kupinga uhaba wa maji na mgao wa umeme, rais Andry Rajoelina akivunja baraza la mawaziri, na sasa wanamtaka na yeye aondoke madarakani. Moroko pia hali imechacha, vijana wanapinga matumizi makubwa ya dola mabilioni ya dola za Marekani kujenga viwanja kwa ajili ya maandalizi ya fainali za kombe la dunia mwaka 2030. Wanahoji kwa nini zisitumike kujenga vituo vya afya na shule, nao wanataka kiongozi aondoke madarakani. Wataalamu wanasema hii si harakati ya kisiasa tu, ni wimbi jipya la mabadiliko ya vijana wa Gen Z barani Afrika.